kusikia Konde Boy huenda akarejea tena kwenye ardhi hii ya Tanzania tena kwenye vilabu viwili vya Kariakoo, safari hii Yanga wakionekana nao, pia wametajwa katika uh, usajili huu kama ilivyokuwa awali, awali, yes. Uh, mara ya kwanza wakati anakuja uh, sijashtuka kusikia Miquissone anahusishwa na, na, na Simba na Yanga, na mimi ni miongoni mwa watu ambao waliamini Miquissone angepewa muda, alifanya vizuri mara ya pili akiwa aki alivyojiunga aki aki, na Simba nilitegemea ama nilikuwa naona kwamba alistahili kupewa muda mm. Na niliona na alistahili kupewa muda kwa sababu moja tu, walikuwa wanaufahamu uwezo wa Miquissone. mm. Walikuwa wanafahamu anaweza kufanya nini na hawezi kufanya nini. mm. Kwa hiyo ni swala la muda kumpa pengine program fulani ili aweze kufikia hayo malengo. Sivyo bahati. Mm. Simba si miongoni mwa timu ambazo zinakupa muda wewe uwe sawa ukiona yani, ukiona wamekusubiria kwa, kwa, kwa muda mrefu ujue kuna kitu ambacho kipo ndani yako, uko, huo muda, wao wanaona, sawa tunaweza kukuvumilia lakini mm. Mpaka waamue kweli kweli. Halikadhalika hivyo pia kwa upande wa Yanga. Kuna majina hapa tutakuja kusikia naachana na Yanga. Ni kwa sababu tu pia amekosa muda wa kuvumiliwa kwa kile ambacho tulitegemea kwao anakuja kufanya. Kwa hiyo uh, mimi kusikia mtu anarejea, nilikuwa ni swala la muda kwa sababu ya kile ambacho ameendelea kukifanya. Mpaka tunavyozungumza uh, inawezekana ikawa ndiye mchezaji ambaye watu wanamzungumzia kwa vizuri, na hata wakisikia narudi kwenye timu yote, kati ya hizo mbili hawato hawatoshangaa, mm, kwa kile ambacho ukionyesha aling'aa ali, ali kwenye timu ambayo ilikuwa ipo katika nyakati zake bora aikama ya sidhani ya, ya, ya kama asingepewa muda ama ange, kwa ya ya nani hmm. na, lakini ilikuwa ni mechi ambayo upande, Miquissone, upande Kichuya hakuna ambaye alikuwa na wakati mzuri kwenye ile mechi. Ndo ndo Mixon pia anaingia, an anan namakihnac ile mechi ya kwanza wamefika Simba anacheza. Performance ya msimu huu amekuwa na wakati mzuri, tunapozungumza magoli 15 ambayo yakakambani, magoli 10 na matano yee sio striker mm. Assisti za, za kutosha, maana yake huyu mchezaji amekuwa na wakati mzuri kwa ni swala la muda tu kwamba yeye apunguze uzito, yeye awe na wakati mzuri uh, kwenye hizi timu mbili ambazo zimetajwa kwenda Simba sawa, kwenda Yanga sawa, kwa sababu ni timu ambazo kwa siku za hivi karibuni au katika miaka ya hivi karibuni zimekuwa zinacheza mtindo ama mfanano wa, wa mechi ambazo wanacheza kwa mtindo ambao unafanana, isipokuwa mm. tofauti namna gani ambavyo labda wanapeana majukumu ama kocha na anasema nini kuendana katika mchezo husika. Mfano, uki ukiangalia Yanga, kutoka Yanga ya kupiga mpira mrefu na pasi chache kwenda lango la timu pinzani. Sasa hivi Yanga ni miongoni mwa timu ambazo zinaenjoy kupiga pasi kwenda lango mm. la timu pinzani, ndicho ambacho Miquissone akiwa Simba walichokuwa wanafanya hasa chini ya kocha Sven Vanderbroek. Ndiyo, Miquissone aliwaka na tulimuona kama mchaja ambaye amekuwa na wakati mzuri FM, <tabata>